Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nipongeze serikali kwa uwekezaji mkubwa wanaofanya kwenye viwanja. Sasa nilikuwa natamani kuuliza nyie kama custodian wa viwanja nchini, nimeona taarifa za nchi jirani kama Kenya kwenye maandalizi ya viwanja vya chani, kuna regi flood. Sasa tulikuwa natamani kupata neno la matumaini sisi kama na michezo, maandalizi ya viwanja kwa ajili ya chani kwenye nchi yetu vimefikia hatua gani, Mheshimiwa Waziri? Ah, nashukuru kwa swali zuri la mheshimiwa senata Festo Sanga na sisi uh, kama Tanzania maandalizi yetu ya viwanja kwa ajili ya CHAN -27 ambayo inatakiwa 2025 ambayo inatakiwa kuchezwa mwezi Agosti mwaka huu yanaendelea vizuri sana. Viwanja vyote viko katika hali nzuri, kwa sababu viwanja ambavyo vitachezewa CHAN ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umekamilika ukarabati wake, lakini na uwanja wa Amani Zanzibar vile vile. Lakini kuna viwanja vya mazoezi ambapo Dar es Salaam tuna viwanja vitatu, uh, kiwanja cha shule ya sheria, kiwanja cha Jimkana na kiwanja cha Major General Samuel ambavyo vyote viko katika hatua nzuri. Hizi taarifa ambazo uh, kafu anazitoa ni taarifa za ukaguzi wa mara kwa mara, na ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanataka yafanyiwe marekebisho yanafanyiwa. Kwa hivyo Naamini taarifa hii ambayo unaisema ya wenzetu Kenya imetoka kwa ajili ya kuwaelekeza nini wanatakiwa kufanya ili kuwa tayari kwa ajili ya uh, viwanja vyao vio tayari kwa ajili ya chano ifikapo mwezi Agosti. Lakini sisi kama Tanzania, viwanja vyetu viko tayari hata wakitaka mashindano yacheze mwezi ujao. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, yuko, yuko, yuko kwa Mkapa tarehe kumi na tano. Mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga.